Katika kaunti hiyo hiyo wadau wa elimu katika kaunti hiyo ya Samburu wametoa wito kwa jamii nzima kushirikiana ili kuinua viwango vya elimu katika eneo hilo. Kwa muda mrefu, kaunti ya Samburu imekuwa ikikumbwa na changamoto sugu kama vile ukosefu wa miundo mbinu ya kutosha na tamaduni zilizopitwa na wakati. Washington Odongo anasimulia zaidi. Wakiongozwa na mwakilishi wa wadi ya Uwaso Kelvin Lemantan pamoja na mwalimu mkuu ya shule ya wasichana ya Uaso Julia Lesuper, viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa wajibikaji wa pamoja katika kuinua viwango vya elimu katika kaunti hiyo ambayo imeteseka kwa muda mrefu kutokana na dhulma za kihistoria.

Kaunti ya Samburu ni miongoni mwa maeneo yenye viwango vya juu vya mimba za mapema, hali ambayo imechangia udondokaji wa wanafunzi shuleni. Uchochole unaonekana kuchangia pakubwa, kwani familia hulazimika kuwatoa watoto shuleni au kuwaoza binti zao ili kupata unafuu wa kifedha katika nyakati hizi ngumu za kiuchumi. Tafadhali msome, mimi najua mnapitia challenges mingi nyumbani lakini msome, mjitolee, msome na sisi kama viongozi wenu tutajitolea kuwasaidia mahali tunaweza, sawasawa, sawasawa, sawa. Wakati mnaenda nyumbani, najua kuna vitu mingi huko munafanya ambaye isaidii. washana na haya maneno ambaye chifu wa eneo hilo Kelvin Lenayasa alihimiza kuipa elimu ya watoto wa kike kipaumbele, kwani kuwaelimisha wasichana kunawapa uwezo wa kupata ajira, kuwa viongozi wa mabadiliko ya kijamii na kupigania haki za binadamu katika jamii zao. Utamaduni wote wa Kisamburu ni nzuri eh? Hapana. Kwa hivyo tuko na dhuluma dhidi ya wasichana, mojawapo ni ile kuolewa kwa mapema Viongozi hao walikuwa wakizungumza wakati wa zoezi la kugawa vitabu vya maktaba vyenye thamani ya shilingi milioni tatu kwa shule saba katika eneo hilo, mradi unaolenga kukuza utamaduni wa kusoma na kuongeza kiwango cha usomaji kwa shule za msingi na sekondari. Washington Odongo runinga ya Citizen.